Katika jamii nyingi za Kiafrika shanga si tu kwamba ni mapambo hapana, bali ni lugha ya kimya ambayo inaonyesha ujumbe maalumu wa rangi, mpangilio pamoja na sauti. Mwanamke anapovaa shanga za rangi fulani huwa anaweza kuwa anawasilisha hisia, hali ya hisia, au hata mawasiliano ya kimapenzi kwa mpenzi wake bila kusema neno lolote lile. Sasa leo nitakutajia maana tofauti tofauti ya rangi katika shanga. Kwanza ni nyekundu. Rangi nyekundu huashiria mapenzi ya moto, ashiki na tamaa ya kimapenzi. Wanawake huvaa rangi hii kuashiria kwamba wapo na utayari au hamu ya tendo la ndoa. Pili ni rangi ya machungwa. Rangi ya machungwa huonyesha furaha, kujiamini na mwanamke mwenye roho ya furaha. Hii ni kuvutiwa katika mahusiano yenye vicheko pamoja na faraja. Rangi ya tatu ni rangi ya njano. Rangi ya njano huwasilisha matumaini, miale ya jua pamoja na hamasa. Hii inawasilisha mwanamke mwenye dira au aliye na furaha ya kimaisha. Nne ni kijani. Rangi ya kijani ni rangi ya uzazi, utulivu na afya njema. Wanawake huvaa rangi ya kijani wakati wa hedhi au kuonyesha hisia za uzazi na uhai mpya. Tano ni rangi ya bluu. Hii inawasilisha utulivu wa kihisia na mapenzi ya kudumu. Mwanamke huvaa rangi hii kuonyesha kwamba anahitaji utulivu wa kimahusiano pamoja na kuaminiana. Sita ni zambarau. Rangi ya zambarau ni rangi ya kifalme, uvuto wa kimahaba pamoja na siri za ndani. Wanawake huvaa rangi hii kuashiria ukomavu wa kimapenzi au kutaka tendo la ndoa la kipekee. Saba ni rangi nyeusi. Rangi nyeusi huashiria mamlaka, ujasiri au hisia zilizofichika. Pia inaweza kuashiria uzito wa kihisia au mabadiliko ya maisha. Rangi ya nane ni rangi nyeupe. Rangi nyeupe hii huvaliwa na wanawake ambao wanaotaka kuonyesha usafi, hali ya kiroho au mapenzi yasiyo na doa. Rangi ya tisa ni uzurungi hii inawasilisha uaminifu na mizizi ya familia. Wanawake waliopo kwenye ndoa za muda mrefu au ambao wanaojihisi kuwa na amani ya familia huvaa rangi hii. Na mwisho ni rangi ya waridi. Rangi ya waridi ni rangi ya upole na mapenzi ya kimahaba yasiyo na nguvu nyingi. Ni kivutio katika mawasiliano ya kimapenzi ambayo ni ya taratibu. Sasa nitakutajia umuhimu wa kuchagua rangi sahihi za shanga. Kwanza ni maandishi ya kimya kwa mpenzi. Rangi ya shanga huweza kuwasilisha ujumbe bila hata ya kusema. Pili ni msimamo wa kihisia, wanawake huvaa rangi tofauti kutegemeana na hali zao za kihisia. Tatu ni sanaa ya mapenzi, wanawake wengine hutumia rangi kama sehemu ya michezo ya kimapenzi. Nne ni utambulisho wa kiutamaduni, rangi maalum huweza kuonyesha kabila, tamaduni au ibada fulani. Na tano ni siku maalum, baadhi ya wanawake huvaa rangi tofauti tofauti kwa tukio kama harusi, hezi au nyakati za mapenzi. Mwisho kabisa nitakuletea vidokezo vya kuchanganya rangi katika shanga. Kwanza, changanya nyekundu na nyeupe kwa mapenzi safi na hamu ya kimapenzi. Pili, changanya buluu na kijani, hii huleta utulivu na afya ya uzazi. Tatu, changanya zambarau na waridi kwa mapenzi ya kimahaba ya taratibu. Na mwisho, changanya nyeusi na njano kuonyesha nguvu ya ndani na matumaini.